Namna gani ambavyo uko productive, namna gani ambavyo una nguvu ya kuzalisha katika maisha ya kwako, na unaishi maisha ya kuzalisha kitu kwenye maisha ya kwako. Watu walio wengi ni maspenders, ni watu ambao wana uwezo wa kutumia, wana nguvu kubwa na akili ya kutumia, wana uwezo mkubwa, wana strategic kubwa ya uwezo wa kutumia, how to use, lakini hawajawahi kujiuliza, asubuhi ukiamka, namna gani unaweza ukazalisha na nguvu ya kuzalisha inapungua sana kwenye maisha ya wakati huu ambao tunaishi leo. Hiyo ndio shida ambayo nimeiona kwenye maisha ya kawaida. Hebu mwambie jirani yako nguvu ya kuzalisha, alafu mpigie Bwana makofi mengi, haleluya! <laughs> nguvu ya kuzalisha ambayo kiukweli kabisa tunaiona inapungua kila mahali, kila mahali, na swali la msingi hapa ni kujiuliza pengine katika ofisi ambayo upo sasa hivi, kabla hujaenda palikuwaje, na sasa hivi pakoje? Yakobo anajua kabla sijaja palikuwa hivi na baada ya kuja sasa pako hivi. Unazalisha nini? Hicho ndicho nachozungumza hapa. Naweza ukawa mtu ambaye uko kwenye kampuni basi tu, kwa sababu tumesha, yani, tufanye nini, tushakuweka Alafu kuna watu wengine ambao mna permanent employment, yani mmeshaajiriwa. Wengine ni wafanyakazi wa serikali, umeshaingia kwenye ajira za serikali, basi kiumbe mzito, we mwenyewe unajua tu, serikali itajua atakakonipeleka. Hakuna uzalisha. Nazungumza hapa kwa uchungu, kwa sababu I can see namna ambavyo asubuhi unaamka unafikiria namna gani itaidhinishiwa posho. Yaani, kuna wengine meamka asubuhi ya leo, kuna viposho vyako jana ulivisukuma sukuma, havikutoka Asubuhi umeamka navyo unataka kwenda kuvisukuma vitoke, kuna viposho kuna visafari ambavyo umevipangapanga unataka kwenda yaani, hata asubuhi ya leo una kikao na mhasibu naenda tena kule kwa human resource officer nikamwone, kuna posho zangu, kuna kitu lakini una, umeamka na mawazo gani ya kuzalisha? This is the question. Waza habari ya kuzalisha zaidi kuliko habari ya kutumia. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Mashirika yana kolapsi. Si kwamba hatuna wasomi, tuna wasomi, lakini hatuna wazalishaji. Si kama hatuna maprofeshonal, maprofeshonal hapo, lakini hakuna wazalishaji. Umezalisha nini? Una mawazo gani ya uzalishaji? Unatumia muda mrefu kulaumu saa zote, shirika sijui kampuni sijui serikali, posho zetu, mishahara yetu sijui nini, maandamano, tunataka haki. Mnataka haki zenu zipi? Mlizozalisha nini? Wakati mwingine mnasafiri kwenye mawazo ya wazee wa zamani walioeshaweka system na wanaenda hivyo, mnakamua ng'ombe ambaye ni mzee, ng'ombe ambaye anatetemeka, ndio mnaishi hapo na hayo maziwa, maziwa ya huyo ng'ombe anayetetemeka, yale mambo ya zamani, zile structure zilizowekwa zamani za uzalishaji. Lakini most of people today wana, wanafikiri namna gani wanaweza kuondoka, wanaondoka ondokaje? Na wengine kabisa wamejiwekea chukua chako mapema. Nguvu ya kuzalisha ndani ya mtu inamsababisha ajiamini katika mambo ambayo anafanya. Kwanza anajiamini akiwa kazini, anajiamini kwa sababu ana uwezo wa kuzalisha, lakini pia anajiamini hata baada ya ofisi hii, nje ya ofisi hii I can survive. Na nawaambieni kuna watu ambao wakipewa barua ya kukumbushwa karibu na staafu, tayari kifafa cha akili wameanza kudondoka, kizunguzungu. Kwa nini? Anajijua. Ukiona umepewa barua hata kama ni ya onyo au ni barua ya kushushwa cheo au ni barua ya kuambiwa unaingizwa kwenye disciplinary committee na ukaanza kusheki, ujue kwamba we ni sifuri you know. Sijui umeshtakiwa shtakiwa, sijui una makrisis gani alafu, ntapoteza kazi, ntapoteza kazi, unapoteza kazi. Dunia imejawa na fursa nyingi. Wewe mwenyewe unapaswa kuwa productive ukiwa una productivity ukiwa una, unazalisha ndani yako, hata kama kuna fitina wakufitini, kama walivyomfitini Yusufu, hata kama ukaondolewa, unaondoka na uwezo wako. Hivi kuna watu wanaonielewa sawasawa hapa? Yeah. Inawezekana kukawa na fitina huko kwa sababu ya utendaji wako wa kazi hivi kao, kwa sababu unajua ukiwa mchapakazi vizuri ofisini Hmm? Alafu, muda wako mwingi unautumia katika kuzalisha. Uwe na hakika pia kuna wale wazembe wachache ambao hapa mjini tunawaita chawa, yaani hapo kuna chawa ambao wana tabia ya kusifia sifia meneja, ya kusifia sifia sijui nani ya kumpongeza pongeza kama well, ni product mtu ambaye unazalisha. Inawezekana usiwe na hiyo nafasi, lakini don't worry. Ikitokea kwamba kuna fitina, usiogope Wanaweza kukuvua nguo zako, hawawezi kuvua uwezo wako. My god, my lord, mpigie Jehova na vigelegele vya shangwe! Haleluya jamani, watu wa Mungu mna uwezo mkubwa ninyi. Mmesoma eti mna madigrii mmesoma. Mungu amewapa nafasi ya kuishi hapa duniani, you have an experience enough. Mungu amewapa wengine na privilege za kusafiri, una uwezo mkubwa, global knowledge Acha kujidekeza. Asubuhi ya leo nataka nione nguvu ya kuzalisha ikitoka ndani yako, sema amina. Lazima ujifunze uwezo wa kuzalisha, lazima lazima lazima lazima. Una wasiwasi mno na maisha, kwa sababu ndani yako una uwezo mkubwa wa kuzalisha. Yakobo akamwambia Labani, usihangaike, mimi si wa kusumbuka sumbuka kukuambia, simsha no, no, no. I'm going to start afresh, naenda kuanza upya. Lakini give me a time, nipe muda, uone yale ambayo yatatokea kwenye maisha ya kwangu. Na mi nataka niwaulize watu wa Mungu mlioko hapa, una wasiwasi, una mahangaiko you know. Sasa hivi ukitaka kustaafu, uandaliwe semina, ufanyiwe kustaafu, mara uende tena uungane na wa mtu mmoja wa kule Uganda <laughs> Kuna mtu mmoja huko Uganda, kila siku yeye ni mdogo sasa, ameshakuwa mdogo kuliko mdogo wake. Hebu funga mkono pamoja nami, yani kila siku unazidi kurekebisha tarehe yako ya kuzaliwa, mwisho mpaka ushakuwa mdogo kuliko mdogo wako <laughs> kwa nini usije ukaondoka kwenye li position? Yaani hapo ki, hakuna kitu kibaya kama mwanadamu kuwa kiumbe mzito, na kuwa kiumbe mzito ni kutaka, lakini unaweza na unaweza. Na mimi nataka nikuhakikishie kwenye hii madhabahu, unaweza. Ninajua kwamba unaweza, nina hakika kwamba unaweza, yes I know kwamba unaweza kwa jina la Yesu Kristo. Wako wapi watu wachache wanasema yes I can? Pige Bwana vigelegele vya shangwe, alafu piga kelele sema yes, I can. Tena sema, yes, I can. Unaweza. Why not? Unaweza lakini Wapendwa, kama kuna shida tulionayo kwenye maisha ya kawaida ni viumbe wazito. Angalia watu uliowaweka kwenye kampuni yako wanazalisha nini. Angalia watu walioajiriwa wanazalishwa nini. Angalia watu walioingia kwenye mataasisi makubwa wanazalisha nini. Taasisi lina yumba, taasisi lina madeni, taasisi limelemewa, taasisi linagharamia matibabu, taasisi inagharamia usafiri. Saa zote wewe ni kuja kwenye taasisi, nina safari nina sijui sijuiki, hey, sijui nina mgonjwa yuko India, nataka kwenda India na nataka nataka mpaka milioni mia milioni mia mbili kwenye taasisi. Unataka ikulipie iende India. Wewe umezalishaga nini? Hauoni hata aibu? Hauoni hata aibu? Asubuhi unaamka unavaa nguo unapaka na poda una, unaenda kazini, wewe unazalisha nini? na ni kitu gani ambacho unakitu, unakizalisha kwa kiwango cha matumizi Unataka na, na, na baba yako atibiwe kijijini. Unajua mataasisi yamebeba kazi kubwa sana. Una watu watano unaotibiwa nao, si kwa sheria, si, si watano, si wanne, mimi hata sijui, na uko kijijini, baba yako, babu yako, umewaandika watu wanatibiwa mpaka kijijini. Taasisi iko hapa. Ukifika kazini unafanya nini? Uone hata haya. Uone hata aibu. Mataasisi yamelemewa kwa kiwango cha hali ya juu. Ziwe taasisi za kanisa, zimelemewa, zimebeba viumbe wazito. Taasisi za serikali zimelemewa, zimebeba viumbe wazito. Se, eh, sekta binafsi kwenye makampuni haya, wajasiriamali wamekopa benki, watu wana mikopo, wameweka wafanyakazi mizigo, wako hapo, wanataka kuendesha, wanataka magari, wanataka majumba, wanataka safari za Ulaya, nataka kusafiri Kiumbe mzito wewe, uliyetulemea hakuna mbereko ambayo inaweza kukubeba. Kila mbereko imekatika na sasa tumekubeba na mbereko ya mnyororo. Je, unataraji kwamba ikitokea leo kampuni na asubuhi ya leo, ngoja nizungumze vizuri, unisikie sawa sawa, na ngoja nizungumzie hapa taraja la namna hii, taraja la namna hii, kwa sababu tuna taraja la namna hii linatupa ujasiri mwingi. The question, ukiondoka asubuhi ya leo ukafika ofisini kwako ukakabidhiwa barua ya kuondolewa kazini, una hakika ya kusurvive? Una hakika ya kusurvive? Una taraja la namna hii kama la Yakobo alimwambia Laban, don't worry, usinipe kitu Ukishaona una wasiwasi kwamba i will never survive, wewe ni kiumbe mzito tayari. Lakini ukiwa na uwezo wa kusema yes i can survive, uwe na hakika una uwezo ndani yako wa kujitegemea. Sema amina, pigie Bwana makofi basi. Ngoja nishuke hapa. Au fukuzi kazi, relax. Hebu punga mkono wako pamoja na mimi, mabibi na mabwana tunapozungumzia juu ya the power of productivity tunazungumzia nguvu kubwa sana ya uzalishaji iliyoko ndani ya mtu, na hapa nataka tudiskasi. Wakati ninapomalizia asubuhi ya leo uki, ukiwa kiongozi wa kampuni yoyote au idara yoyote, we ni kiongozi, unaongoza pale au kwenye kampuni binafsi na hasa kwa vijana wa leo waliomaliza vyuo vikuu na tukawatuma na wengine wakaajiriwa kwenye mashirika, nguvu kubwa anayotumia Mheshimiwa Makabibi, nguvu kubwa ambayo wewe umekuwa mkurugenzi wa wilaya, tena umekuwa wilaya kubwa na manispaa kubwa sana, manispaa ya Temeke, nguvu kubwa ambayo mtu anaitumia katika kupanga dili wa Tanzania kupanga dili la na kuiba na, kutele, na kutekeleza hiyo dili hiyo, nguvu anayotumia na akili anayotumia kama angeitumia kwenye uzalishaji, uwe na hakika hiyo kampuni na idara ingekuwa ni ajabu. Sasa si kwamba hawana akili wa Tanzania, Watanzania wa wana akili, uwezo wanao, kwa sababu kama anaweza akapanga strategiki ya namna ya kuiba unakaa kikao, unaleta mkaguzi yeah! Hii ngoma ina akili, lakini akili ya kuiba na kuharibu ni kubwa kuliko akili ya kuzalisha. This the question. Hii, hii ndio shida na swali ambalo halina majibu hasa kwa Tanzania. Mimi sijui nchi nyingine, lakini Tanzania, juzi mlimwona waziri wa fedha hapa, mheshimiwa Mwigulu alikuwa anatuambia ya kwamba uh, uh, Mheshimiwa waziri wa, uh, wa fedha, lakini pia waziri wa, waziri wa habari Mheshimiwa Nape mna huyu. Alikuwa anatueleza hapa, anasema yeye ni waziri wa, ma, wa, wa habari na teknolojia tehama, na kuna mashirika makubwa makubwa yaliyoko hapa nchini lakini madairekta wake hawawezi kuwa ni Watanzania kwa sababu the power of productivity, nguvu ya kuzalisha hakuna. Watu wanachukua madirekta kutoka nje, wanakuja kuongoza makampuni wa, makubwa hapa ndani kwa sababu si kwamba hatuna Watanzania. Wapo wapo tu wanawezo, wana uwezo na madigirii yao, lakini uwezo wa kuzalisha ni shida. Lakini pia uaminifu ni tatizo jingine kubwa zaidi. Sasa nguvu ambayo vijana wetu na watu wanaofanya kazi wanatumia kwa namna ile ile, kama hiyo nguvu ingetumika kuzalisha, ingekuwa ni ajabu sana na uzalishaji ungekuwa mkubwa sana katika nchi hii na katika mataasisi yaliyoko hapa, lakini nguvu ya kutumia nguvu ya kuiba ni kubwa sana na ni akili ndefu. Yani jamaa anapanga mpango, we mwenyewe ukiona sema hii eh! hey, ngoma ilifikiria, lakini anafikiria katika kuiba. Laiti kama angefikiria katika kuzalisha, tungekuwa na kitu kingine kikubwa katika nchi hii. Sasa productivity ni uamuzi wa ndani. Lazima ufike mahali uone kwamba kuna kitu ambacho unakizalisha kwenye maisha ya kwako. Lazima uone lazima uone lazima uone kabisa, kama nguvu hiyo ya kuiba ingetumika kuzalisha, au nguvu ya kutumia namna ambavyo watu wanapanga dili ya kutumia kama na urafiki na group <laughs> kama lingepangwa katika kuzalisha, nafikiri tungekuwa na hoja kubwa ya msingi, lakini watu walio wengi wako katika kutumia kuliko kuzalisha. Nilienda shambani kwangu siku moja nikakuta vijana wangu wako nika fika, nika mjepika, mchama, nasema, ah, ah, shambani. Nikafika nikakuuliza mbona nyingine baadaye tunausub father, hatuna mboga hatuna mboga. Nikamwambia baadaye zitakuja tu, ana saa tisa. Sasa nikamwambia baadaye itafika saa kumi na mbili lakini zitakuja. Mwingine akaninyokea wazana, kwani fadhali leo ukoje? Nikamwambia ninyi hapa, pana mbolea ya ng'ombe, pana mbolea ya mbuzi, pana maji ya kisima, pana udongo, pana shamba, hamjaweza kuotesha mboga? Mnataka dagaa zitoke, zitoke Mwanza, zije Kariakoo, nizifuate niwaletee, mtasubiri sana. Hupo mbolea ipo ya ngombe, mbolea ipo ya mbuzi, ardhi ipo, maji yapo, mbegu za mboga zipo, matembele siu na ma..., yani hivyo kila kitu kipo pale, lakini unategemea ule dagaa zinazotoka Mwanza ziende Kariakoo tandamti zikachukuliwe ziletwe shamba Bagamoyo. Ule ndio maisha ya wa Watanzania. Nikaangalia baadhi ya watu wangu ekuta na wengine wana degree, nikasema ya tayari nimetapeliwa.